Yulanzal anamsaidia kwenye matangazo haya akitumia lugha ya ishara mtazamaji, tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Maafisa wawili wa polisi waliohusishwa na kisa cha kupigwa risasi kwa mchuuzi wa maski siku ya Jumanne hapa jijini Nairobi wataendelea kuzuiliwa kwa siku 15 zaidi. Maafisa hawa wa polisi Klinzy Masinde Barasa na Duncan Kiprono wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill baada ya mahakama ya milimani kuwaruhusu wachunguzi kukamilisha uchunguzi wao.

Klinzy Masinde Barasa na Duncan Kiprono maafisa wawili wa polisi walifika kizimbani wakikabiliwa na madai ya kumpiga risasi kijana mchanga na kumwacha akiwa taabani. Maafisa hao wa kituo cha polisi cha Kileleshwa wanadaiwa kumpiga risasi Boniface Kariuki mwenye umri wa miaka ishirini na miwili, mchuuzi wa barakoa katikati ya jiji la Nairobi siku ya Jumanne, wakati polisi walipokuwa wakivunja maandamano.

Mahakama ya Milimani imewapa wachunguzi siku kumi na tano zaidi kukamilisha uchunguzi wao huku washukiwa wakiendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill. Upande wa utetezi uliomba mahakama kuhakikisha simu zao zinalindwa iwapo zitapatikana, lakini upande wa mashtaka ukafafanua kuwa hakuna simu iliyokuwa mikononi mwa polisi. We pray that, uh, the, the

From these two individuals. Katika siku hizo kumi na tano bunduki za washukiwa zitafanyiwa uchunguzi, wa risasi sampuli kutoka eneo la tukio kuchunguzwa katika maabara ya serikali, na mashahidi muhimu kurekodi taarifa zao, akiwemo mhanga, iwapo hali yake itaruhusu. <tipulis> Bonifes Karioki anayefahamika pia kama Eli Joshua alikuwa akiuza barakoa wakati maafisa wa polisi walipomkabili. Kanda ya video iliyoenezwa mitandaoni inaonyesha afisa mmoja akimsukuma. Sekunde chache baadaye mwenzake anampiga risasi kwa karibu, wakati Bonifes alipokuwa anaondoka. Risasi ilimpata kichwani karibu na sikio na kukimbizwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Hadi sasa, Bonifes yuko chumba cha wagonjwa mahututi akipigania uhai wake. Willy Lusige Runinga ya Citizen, Nairobi.